Ebwana sakata la Ibra lime lime, limenifanya nishughulike kidogo, lakini naomba ni, niseme kwanza kitu kimoja. Mimi nitakuwa mtu wa mwisho kuamini kuwa Harmonize amemwomba Ibra shilingi bilioni moja ni mtu wa mwisho kabisa kukubali Yo, inakuwaje? Naitwa Ali wa hapa 69 Mediatz. Hope so uko vizuri kinoma noma, ndio maana uko hapa kusikiliza maupdates mbalimbali ambayo inaendelea mba kutrendi huko mitandaoni. Bana, sakata la Ibra bado naendelea kusakata zaidi kwenye vichwa vyetu vya habari baada ya msanii huyo kusema ya kwamba lebo yake ya Konde Gang ambayo iko chini ya Harmonize imemtaka yeye kulipa bilioni moja ili mradi atoke kwenye lebo hiyo. Kwa hiyo watu wanajiuliza maswali mengi, bilioni moja kijana huyu anaitoa wapi? Lakini DC wa Instagram Mwijaku yeye amekuwa na mawazo tofauti juu ya hiki ambacho kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii bana. Yeah, yeye amepost video leo kupitia ukurasa wake wa Instagram akiwa anasema ya kwamba yeye yeah, anakuwa ni mtu wa mwisho kuamini ya kwamba Harmonize na uongozi wake umehitaji bilioni moja kutoka kwa msanii Ibra, kwani anaamini ya, ya kwamba Harmonize hana roho mbaya kiasi hiko, na tayari anamfahamu Harmonize na, na waliishi karibuni miaka kumi takriban miaka kumi yeye na Harmonize wamekuwa pamoja kwenye michakato fulani eh, kwenye hustling za maisha, kwa hiyo anafahamu Harmonize ni mtu aina gani, na anaamini ya kwamba e, Ibra kuna sehemu tu atakuwa ameteleza, na ndio maana uongozi umeamua kufanya kitu kama hiko, na hata kama uongozi haujafanya hivyo, basi Ibra atakuwa kuna utaratibu ambao alitakiwa aufuate lakini yeye ameenda vinginevyo. Kwa hiyo amemwomba Ibra arudi akae chini na uongozi wa Konde Gang na azungumze nao, kama kuna sehemu yeye kama kijana mamsanii mdogo awaombe radhi kama amewakosea, lakini pia kama kuna nafasi ya yeye kurudi pale kwa Harmonize basi aombe nafasi hiyo kwa mara nyingine arudi ya apewe mkataba wake vizuri kabisa na endelee kufanya kazi ambazo zimefanya sisi tumtambue Ibra, kwani Ibra alikuwa anafanya muziki, lakini baada ya kujiunga na kundi la Kony Gang kwa Harmonize ndio tukawa tunaona basi Ibra anafanya muziki ambao uko international na hata videos zilikuwa vizuri kabisa. Ukiangalia before, Ibra alikuwa anafanya muziki na video zake zilikuwa kidogo haziko katika hadhi ya kuwa msanii mkubwa, lakini sasa hivi tumeongea Ibra kama ni moja ya vijana ambao wako so talented na promising kwa muziki wa Tanzania. So Mwijaku ameongea kwake juu ya hiki ambacho watu wanakizungumza kuhusu Ibra, na yeye anaamini ya kwamba Ibra kuna sehemu ameteleza, na atakuwa mtu wa mwisho kabisa kuamini ya kwamba Harmonize eh, atakuwa yeye ameamua kwamba dogo alipe bilioni moja ili mradi aweze kuondoka pale Konde Gang. So pia, una nafasi ya kuandika maoni juu ya hiki ambacho Mwijaku amekizungumza kupitia ukurasa wake wa Instagram, na kwamba yeye haamini eh, kwamba Ibra eh, atakuwa amewekewa kipengele cha kulipa bilioni moja bali atakuwa kuna mtafaruku kati yake na uongozi wa Konde Gang. Kwa hiyo una nafasi ya kuandika maoni juu ya hiki ambacho amekizungumza Mwijaku, je, ni kweli Ibra ameambiwa alipe bilioni moja ama ni maneno tu ya mitandaoni, ama yeye mwenyewe anaamini ya kwamba kuna kitu kipo na ndio maana anajitetea kwa kusema kwamba anabidi alipe bilioni moja kwa huko, upande gani? Kwa upande wa Ibra wa kwa upande wa Mwijaku? Andika komenti yako au kupitia ukurasa wetu wa Instagram, lakini pia andika komenti zako kupitia channel yetu ya YouTube ambayo anakwenda kwa jina la 69 Mediatz. Mimi naitwa Ali Adabu hope so tayari msubscribe na kubonyeza alama ya kengele kuwa mwanafamilia kabisa wa 69 Media. Banae, kwa heri sana nakutakia siku njema bab, bye bye. Eh, bwana sakata la Ibra limenifanya lime, lime nishughulike kidogo, lakini naomba ni niseme kwanza kitu kimoja, mimi nitakuwa mtu wa mwisho kuamini kuwa Harmonize amemwomba Ibra shilingi bilioni moja ni mtu wa mwisho kabisa kukubali. Kwa life aliyopitia Harmonize, kwa maisha aliyopitia Harmonize, simuoni Harmonize akimuomba Ibrah shilingi bilioni moja ili yavunje mkataba. Jinsi Harmonize alivyopambana na Ibrah, jinsi Harmonize alivyoinvest kwa Ibrah, jinsi Harmonize alivyomtengeneza brand ya Ibrah kuwa kubwa kupitia sisi na kupitia washikaji zake wa karibu. Naogopa na sitaki kuamini uzushi ambao inasemekana kuwa Ibra ameomba bilioni moja kuvunda mkataba na kataa. Ibra ni msanii mkubwa. Ibra ameanza ku take over sasa hivi. Ibra ameanza uh, kuonyesha ukali wake sasa hivi. Ibra ameanza kupata riziki kuanzia mwaka jana mwezi wa kumi, ameanza kupenetrate kwenye jamii na anaonekana anafanya vizuri. Siamini kama Harmonize anaweza akaomba bilioni moja. Ila naamini, kwenye mazungumzo ya Ibra kuna kipengele ka kiruka, yani, kwenye mazungumzo ya Ibra kuna kipengele ka kiruka kwa sababu hit song yake Ibra copy and paste ni moja kati ya hit song kabla ya jarilizi ya hii ngoma. Ibra alikuwa mtu wa kwanza kwenda kwa Harmonize kumsikilizisha ngoma zaidi ya moja, yeye akaichagua hiyo na Harmonize akampa hela ya kushuti video ya hit song yake ya copy and paste. Siamini kabisa kama Harmonize anaweza akamwomba bilioni moja Ibra, ila naamini Ibra kuna vipengele anaviruka kupitia makubaliano yake yeye na Konde Gang. Nachoamini kuwa Ibra kazungumza na viongozi wako. Kama una mtu nyuma ambaye anataka kusimamia kazi yako, kazungumza na viongozi wako, azungumze na management ya Konde Gang, unaweza ukatoka Konde Gang, peaceful basi na kulipa hela yote ambayo sasa hivi unahangaika kuichangisha. Siamini Harmonize kutaka shilingi bilioni moja katika nafsi yangu. Nimeishi na Harmonize takriban miaka kumi, siamini Harmonize ataomba bilioni moja, ila naamini kone kumruhusu mtu kwenda kwa makubaliano. Kwa hiyo Ibra ni kuombe kama una management, kama una watu uko nyuma, nyuma yako wanataka kusimamia waambie wakaongee na jembe wakaongee na chopa hakuna kinachoshindikana kabisa, na watakurilizi utakuwa free, lakini siamini Harmonize anaweza kaomba bilioni moja. Trust me. Fata utaratibu Ibra, you are a big brand, tumekutengeneza kwa, kwa gharama kubwa you are a big superstar. Tafta management ikae chini, naamini kwenye uwezo wako you'll make it, lakini usipakaze ubaya kwa mtu ambaye amewekeza kwako. Don't ever dhambi mbaya sana mdogo wangu. Wahadha ssalamu alaikum wa rahmatullahi taala wbarakatu. Hala mtakuwa mtu wa mwisho kuamini kuwa Harmonize amemwomba Ibra shilingi bilioni moja. Ni mtu wa mwisho kabisa kukubali kwa life alopitia Harmonize, kwa maisha alopitia Harmonize simwoni Harmonize akimwomba Ibra shilingi bilioni moja ili yavunje mkataba Jinsi Harmonize alivyopambana na Ibra, jinsi Harmonize alivyoinvesti kwa Ibra, jinsi Harmonize alivyomtengeneza brandi ya Ibra kuwa kubwa, kupitia sisi na kupitia washikaji zake wa karibu, naogopa na sitaki kuamini uzushi ambao inasemekana kuwa Ibra ameumbwa bilioni moja kuvunda mkataba. Nakataa. Ibra ni msanii mkubwa. Ibra ameanza ku take over sasa hivi. Ibra ameanza uh, kuonyesha ukali wake sasa hivi. Ibra ameanza kupata riski kuanzia mwaka jana mwezi wa kumi. Ameanza kupenetrate kwenye jamii na anaonekana anafanya vizuri. Siamini kama Harmonize anaweza akaombe bilioni moja, ila naamini kwenye mazungumzo ya Ibra kuna kipengele kakiruka, yaani kwenye mazungumzo ya Ibra kuna kipengele ka kiruka kwa sababu hit song yake Ibra Copy and paste ni moja kati ya hit song. Kabla ya release hii ngoma, Ibra alikuwa mtu wa kwanza kwenda kwa Harmonize kumsikilizisha ngoma zaidi ya moja, yeye akaichagua hiyo na Harmonize akampa ela ya kushuti video ya hit song yake ya copy and paste. Siamini kabisa kama Harmonize anaweza akamwomba bilioni moja, Ibra, ila naamini Ibra kuna vipengele anaviruka kupitia makubaliano yake yeye na Konde Gang, nachoamini kuwa Ibra kazungumza na viongozi wako. Kama una mtu nyuma ambaye anataka kusimamia ya kazi yako kazungumza na viongozi wako azungumze na management ya Konde Gang. unaweza ukatoka Konde Gang, peaceful, pasi na kulipa hela yote ambayo sasa hivi unahangaika kuichangisha. Siamini Harmonize kutaka shilingi bilioni moja, katika nafsi yangu nimeishi na Harmonize takriban ni miaka kumi. Siamini Harmonize ataomba bilioni moja ila naamini kone kumruhusu mtu kwenda kwa makubaliano. Kwa hiyo Ibra ni kuombe kama una management kama una watu uko nyuma, nyuma yako wanataka kusimamia, waambie wakaongee na jembe wakaongee na chopa. Hakuna kinachoshindikana kabisa, na watakurilizi, utakuwa free, lakini siamini hapo. Naweza anaweza kaomba bilioni moja. Trust me fata utaratibu Ibra, you are a big brand, tumekutengeneza kwa, kwa gharama kubwa. You are a big superstar Tafta management, ikae chini, naamini kwenye uwezo wako make it, lakini usipakaze ubaya kwa mtu ambaye amewekeza kwako dont eve, dhambi mbaya sana i mdogo wangu. wahadha alaykum alaikum warahmatullahi taala wbarakatu.